Praise God, haleluya wapendwa, natumai mko salama popote mliwepo. This is apostle Simon Wasege, nimekuja na kipindi chetu cha Amka na Bwana, kipindi ambacho kinatuwezesha kumuinua Mungu wetu kumtukuza na kumrudishia sifa. Kabla jua alijachomoza, tunakubali kumuinua yeye, muumbaji wa mbingu na ardhi. Tunakubali kumtanguliza mbele kabla ya kufanya kitu chochote. Ashukuriwe Mungu wa milele mwenye upendo, neema na rehema, yeye anayetupa uhai na kutulinda siku hadi siku. Nani aliye kama Mungu wetu? Nani anayefaa kama yeye? Yeye aliyetupenda upendo wa pekee kwa kumtoa mwanaye wa pekee, ili sisi tuliomwamini tusife vibaya, bali tuwe na uzima wa milele. Basi leo, sina maneno mengi nimehitaji tu tuchangie jambo lidogo tu ambayo nimepata ufunuo hapo. Kwa hiyo tukimaliza tujiombee. Yes some, kitabu cha Matayo sura yake ya kwanza na ile ya pili: msihukumu msije mkahukumiwa, ninyi kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndiyo mtahukumiwa na kipimo kile mkipimiacho ndicho mtakachopimiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Mara nyingi huwa tunaposema tusihukumu, tusitie vipimo kwa wengine. Kila mtu hutazama mwingine na anasema kwamba mimi sihukumu wengine, sifuatilii maisha ya wengine lakini ukiangalia vizuri, wewe unahukumu mara nyingi bila kujua. Kitu cha kwanza, ili ukajizoeze kuto hukumu wengine, anza kujizoeza kutojihukumu mwenyewe. Mara nyingi unaweza ukafikiwa na jaribu au shida, ukasema, jamani, ili hali imenizidi. Tayari umehukumu kama hali imekuzidi unajuaje kama Mungu wako hangeweza? Mara nyingi tunajihukumu tunajishtumu wenyewe. Unaweza ukazipata vita akasema jamani, mimi ndo yule wakuwa kwenye vita kila siku, sina msaada, watu waliniacha, hakuna anayenijali. Unajihukumu. Mungu anakujali aje? Hakuna anayekujali wakati Mungu anakujali? Watu wamekutupaje wakati Roho Mtakatifu anakaa ndani yako malaika wanakuzunguka. Umetupwaje mpendwa? Ndo maana unatakiwa kuwa makini wakati wa kuhukumu. So unapojihukumu mwenyewe, hicho kipimo kinakurejelea kwa kuwa unapohukumu, inabidi mbingu zikuhukumu. Aje unasema umeachwa wakati Mungu iko na wewe? Aje unasema hakuna mtu anayekujali wakati mbingu zinakujali? kwa hiyo kwa kuwa tayari umehukumu, ni lazima utapata jibu la hukumu. Ndio maana Bibilia inasema mnaomba mpewi, kwa kuwa mnaomba vibaya. Ukishasema hakuna mtu ananijali, anani, tayari hukumu inakuja kwako na hakuna atakae kujali, kwa kuwa haukumwona Mungu na kumtegemea Mungu kwamba yeye anakujali. Ndio maana usemapo, uh, watu wakikuacha ache, wanasema hata baba na mama waniache Mungu ataniokota. That's the Bible. Ndivyo Bibilia inasema, so tujizoweze kutojihukumu. Hafundo hatutaweza kuhukumu wengine, na ukifikia hatua ya kutojihukumu mwenyewe utatembea ndani ya ushindi. Mara nyingi mambo yetu mengi hayafanyiki kwa kuwa sisi wenyewe tunajiletea hukumu. Mfano, mtu anaweza akasema, mimi sijui nina mkosi gani, kila mwanaume hanio, hanioni hata yule ninayempata hatufikii kufanya marriage, sijui na mkosi gani. Tayari umejihukumu na nikakwambia una mkosi. Kazi gani Yesu alifanya msalabani? Alifanya kazi msalaba, ili wewe uwe huru. Kwa hiyo unajihukumu, unamuonyesha hata Yesu kama kazi aliyoifanya msalabani ni ya bure. Ndio maana Bibilia anasema atakayevumilia mpaka mwisho atashinda. Mpendo wangu ndugu yangu popote uliwepo, mara nyingi tunasema hatuhukumu ndugu zetu, lakini sisi wenyewe tumejihukumu, na hiyo inatuletea sisi kutopokea yale yaliyo katika ulimwengu wa Roho, kwa kuwa kila kitu tunachokipokea kinaanzia katika ulimwengu wa Roho. Mtu anaza sema anafikiwa na jambo, anasema mi nawazia ni roho za wakwetu. Aje wewe? Biblia anasema waliompokea wote aliwapa uwezo wa kufanyika kwa wana wa Mungu. Zinakujaje roho za wakwenu kwenu wakati weni ni mtoto wa Mungu? Aje wewe unasema roho za wakwenu, kwa kuwa wewe unachangia kabila na watakatifu? Hapo tayari umejihukumu na kuonesha kwamba kukubali kama Mungu ni baba yako. Leo mpendwa, tunaenda kuomba msamaha mahali popote tulipokosea kwa kujihukumu wenyewe na kukiri mambo yasiyofaa. Unapofikiwa na kila jambo lolote, mtegemee Mungu anaweza mambo. Yasipokwenda wewe, usione umeachwa, Mungu iko na wewe. Kumbuka Yesu alijua kama Lazaro anaumwa na hajaenda kumponya, alisubiri afe ili shuhuda iwe kubwa. Ndo hapo sasa, lazima ujue sometime Mungu yaacha mambo ili shuhuda yake iwe kubwa, au watu wanaokuzunguka wajue kama Mungu unayemwomba ni Mungu anayetenda. Twende kwenye miguu yetu, mwambie Baba, tupige magoti, mwambie Baba nihurumie, mahali popote nilipojihukumu hukumu yoyote ilipokuja kupitia kinywa changu kwa kujihukumu mwenyewe, ninaomba Bwana uniondolee kwa wingi wa msamaha wako na rehema zako, ukaniondolee ukanisamee. Nilijihukumu, nilihukumu watoto wangu, nilihukumu mke wangu, na nikakuta mwenyewe nimewaletea hukumu, kwa kuwa anayehukumu anahukumiwa na yeye basi. Sometime nimejiletea hukumu pasipokujua Naomba rehema, naomba msamaha. Leo nimeamka na wewe, Yesu, ninaomba uanze na mimi katika jina la Yesu. Mpendwa, anza kuomba. Begin to pray, begin to pray, begin to pray. By by fire, by power. Begin to pray begin to pray begin to pray, begin to pray mwambie Bwana, nilijihukumu mara nyingi, nilikata tamaa mara nyingi, shetani ameniatake nikajikuta mwenyewe na jiblam, mwenyewe na jitukana mwenyewe na jilaumu mwenyewe najihukumu, hiyo imeniletewa hata mimi mwenyewe hukumu ya yeah. Nilijipimia mambo yasiyo, nikaona sintaweza, nikasahau kwamba wewe ni mweza yote tendani yangu naomba unisaidie Baba, ninaanza mwanzo na wewe. Tembea na mimi nipe nipe moyo wa kukuona wewe kama unaweza kila kitu. Najinyenyekeza mbele zako, nakubali tena nakiri kwamba wewe ni mweza yote, na nikiwa na wewe hakuna kisichowezekana. Kuanzia leo ninatembea ndani ya ushindi, ninakiri ushindi, ninakiri mafanikio. Mimi kushindwa sio fungo langu, fungo langu ni kufanikiwa, fungo langu ni kusonga mbele, kwa kuwa niko na wewe, mpendwa beginu.